Uh, kama ambavyo amesema, uh, mtangulizi wangu kwamba wajibu wangu nafikiri ni kutaja kikosi uh, ambacho kutaenda kucheza kama ambavyo ameelezea, tutacheza mechi ya kirafiki na South Africa tarehe sita, and then tumepata bahati ya ku, kuwapasipitadi katika Kosafa, kwa hivyo tutacheza mechi mbili za za Kosafa and then tutaangalia stage ambayo tutasogea, kwa hivyo tumetayarisha kikosi cha ja, wachezaji 28 ambao tutaenda nao South Africa and then baada ya kutaja kikosi nta, ntatoa mchanganuo vipi tunajaribu kumenejizimechi. Kwa hivyo goalkeeper Yakub Suleiman JKT, Ali Salim Simba, uh, Hussein ma saranga Singida, Anthony Remy Azam, Miraji Abdallah Coast Shomari Kapombe Simba Lusajo Mwikenda Azam Vedastus Masinde TMA Wilson Nagu JKT Mohamed Hussein Simba Ibrahim Ame Mashujaa Pascal Msindo Azam Alfos Mabula Shama KFC, Azerbaijan Ibrahim Abdala Yanga Dickson Job Yanga Abdulrahim Ab Baus JKT Idrisa Stambuli Mashujaa Abrazak Mohamed Simba Ahmed Papino Pepino KMC Yusuf Kagoma Simba Shehana Amis Yanga Faisal Salu Azam Valentino mashaka Simba, kibudenis Simba, Simon Msuva, altalaba Iraq, idi Suleman nado Azam, mishano Daudi Kengol na Suleiman mwalimu Waidad. Kwa hivyo hawa wachezaji ishirini na nane ambao tuta tuta tuta tuta tutaondoka na tutaweka uta, uta, kambi tarehe pili. Takutana tarehe kipita tarehe tatu tutaondoka kwa ajili ya hizi hizi mechi. Ah, labda nitoe mchangano kabla ambapo hamja hamjauliza maswala. Nafikiri ni kikosi kama ambapo mmesikia cha wachezaji ishirini na nne ambao tutaondoka nao wote kwa jumla and then baada ya mechi ya tarehe sita na Bafana Bafana kuna wachezaji wa Simba na Yanga watarudi. Sababu, so, possibility tunaweza yeah, tukakaa mo zaidi ya tarehe 15. Na tare, uh, seka, uh, na tare, sabaya, kwa mechi ya kwanza tunacheza tarehe uh, wa mashindano ya uh, COSAFA kwa mechi ya kwanza tunacheza tarehe 7 ya pili tarehe 11. Kwa hivyo wachezaji wote wa Simba na Yanga watarudi and then kikosi ambacho kitakuwa kimebakia, nafikiri kama wachezaji 20 hivi. Tutaendelea na mashindano. Tuki tuki progress tutaendelea na mashindano. Kwa hivyo nafikiri iko hivyo. Kabla hamjauza maswala wanaka watu wengine watauliza sidadi nini na nini. Watu mapapa permission wachezaji ambao wazi timu kubwa waze kurudi na wengine tuendelee nafikiri mechi ambazo very potential kwa wale wengine ambao watapata nafasi.